Elimu ndio empowerment, ndio kazi ambayo inatuletea usawa katika taifa letu, na hatutaki mtoto wa Kenya hata awe anachoka jamii aina gani akose nafasi ya kusoma, na ndio sababu hiyo tumefanya mambo matatu in the last three years. Tumeajiri waalimu kufikia Januari, watakuwa waalimu laki moja 100,000 teachers tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shuleni anakutana na mwalimu. Jambo la pili, tumejenga madarasa elfu ishirini na tatu kwa sababu tunataka mtoto, kila mtoto awe pale shuleni na apate masomo ikiendelea sawasawa sawa. Na jambo la tatu, tumepanga pia mambo ya university education na mambo ya TVET na ndio sababu hiyo tumepunguza by between 15 and 40 percent ile pesa ambayo wazazi walikuwa wanalipwa kule, univ walikuwa wanalipa kule university tuteremshe ikuje chini, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Tunataka kila mtoto apate nafasi ya kusoma, na tumepunguza hata ile pesa ya university. Kwa watoto wa kutoka jamii maskini watakuwa wanalipa shilingi elfu kumi peke yake kwa tamu inakuja chini hata zaidi ya ile mnalipa kwa secondary school. Nyenye mnanielewa watu wa Meru.